Kuna njia mingi unaweza rudisha nyota yako ama nyota zako. Njia ya kwanza, unaweza wafuata, wafunge, wapasue pasue, wateketeze kwa damu ya mwana kondoo, alafu uchukue nyota zako. Daudi alikuwa ametoka mahali kunaitwa Ziglag, akarudi akapata Wamaleki wameteka watu nyara, wameteka mifugo nyara, wakaenda nazo. Daudi akaenda akamwambia Mungu Baba, niwafuate. Je, nitawapata? Nitarudisha vyote? Daudi akawafuata akawapiga akawafieka akarudisha vyote vilivyoibiwa. Wewe pia, kwa njia ya imani, kwenye ulimwengu wa roho, ukisema nawafuata waga, unawafuata ukisema nawapasua waga, unawapasua. Kumbuka vita zetu ni vita za rohoni unavaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo. Sema, navaa mamlaka kwa damu ya Yesu, na wafuata katika jina la Yesu Kristo. Yoyote aliyechukua nyota yangu kwenye bahari, yoyote aliyechukua nyota yangu kwenye anga ama kwenye inchi, na mkamata, na mfunga, na mteketeza, na mpasua pasua, na msaga kwa damu ya mwanakondoo, alafu nachukua nyota zangu kwa damu ya Yesu. Hiyo ni njia moja. Njia ya pili unaweza tumia malaika. Malaika ni watumishi wetu, ni watumishi wa wale wa mchao Mungu Unasema, navaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo. Katika jina la Yesu Kristo, namtuma malaika wa Mungu, aende awapasue hiyo, aende awavunje vunje, aende aharibu kila ngome ya giza, aende achukue nyota yangu airudishe kwa damu ya mwanakondoo. Ukimwamuru malaika kwenye ulimwengu wa roho, malaika anaenda anawapasua. Zile instruction zilepatia malaika, ndio ataenda nazo, atawafyeka, atawapasua, atawateketeza, atawakatakata kwa damu ya mwanakondoo, alafu atarudisha nyota yako. Hiyo ni njia ya pili. Njia ya tatu, mahali ulipo, unaweza kuita nyota zako. Biblia inasema ulituma neno kuwaponya watu wake na kuwatoa kwenye maangamizi. Biblia inasema watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wamenaswa kwenye mashimo, wamewekwa kwenye magereza, wamekuwa mawindo, na hakuna aitaye wala hakuna okoaye. Sio watu tu, wanaweza kuwa, wanaweza kuwa kwenye magereza, hata nyota zako inaweza kuwa kwenye gereza, hata nyota yako inaweza kuwa, inaweza kuwa imekuwa mawindo lakini hakuna aitaye wala hakuna okoaye. Unasimama kwa zamu yako, unasema yoyote aliyechukua nyota yangu nampasua, naamuru nyota njoo, nyota ya akili njoo, nyota ya macho njoo, nyota yangu iliyochukuliwa na wachawi naiamuru, njoo, njoo kwa damu ya mwanakondoo. Ukiamuru mahali nyota ipo, inaanza kukuja. Unavaa mamlaka kwanza, unajitakasa kwa, una kwa damu ya mwana kondoo, alafu sema, navaa mamlaka kwa damu ya Yesu, navaa mamlaka katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Mungu aliye hai. Na sema, njoo nyota ya akili, njoo njoo kwa damu ya mwana kondoo, na kufyeka aliyeshikilia na kupasua aliyechukua nyota, na kuangamiza kwa damu ya mwana kondoo. Ukianza kuita nyota, nyota inakuja. Njia nyingine ni unatumia maarifa. Sasa Biblia inasema ile njia aliyokuja nao mjini ndio njia